au umeona mganga wako ni mkuu eh, hebu mtazame shiriwa sasa. Tunang'oa jino moja, tazame inavyong'olewa kwake, tazame. Mbili, tatu, pigo kwa jina la Yesu. hayo maumivu hata kutulia, atakuwa anaendelea kuwaka. Umeweka dawa wapi nilizomwekea? umemwekea wapi? Eh, na walikuwa wamekuambia muwe kwa ugonjwa gani?

kwa jina la Yesu na zigulicie kwako wewe Steve, ndio uguo huo ugonjwa. Kuanzia dakika hii tumepewa mamlaka, nina kuamuru magonjwa yaliyokuwepo kwake uliokumea tega kwake yaamie kwako kwa jina la Yesu pako utakapotubu, na yeye mzima kuanzia leo. Na hicho kiwanja, natuma malaika wa haki. Malaika wa haki wakakae kwenye kitu wa na wa hapo. Na kufungua sasa kwa jina la Yesu. Nafungua na mama yake hapo, mama yule pale alipo. Kwa mamlaka ya Yesu hai. Na ulizoziweka mle ndani chumbani kwa mama yako ninazimua kwa jina la Yesu, na ulizompa kanywa akala kwenye chakula ninaziamuru sasa tumboni kwa mama yenu, naenda na na kuzitoa kwa jina la Yesu. Ufahamu ile mshika. Ninamfungua yule mama. Namfungua yule mama. Namfungua kwa jina la Yesu. Ninamfungua kwa jina la Yesu mwake. Namfungua famu zako kwa jina la Yesu. Namfungua famu zako kwa jina la Yesu. Namfungua famu zako kwa jina la Yesu. Moto wake, moto wake. Namfungua kwa jina la Yesu na yale mafu. Ya hayo moto ukumeleta ukurudie wewe kwa jina la Yesu. Moto ni kwa kwako. Nimejaa kama Yesu. Wazi kutenda. Nimesha mfungua, kwa jina la Yesu Kristo, na ile amina, imefunguliwa hiyo miguu yako, tunaipiga kwa jina la Yesu. Ya hai tunaivunja na vingoa kwa jina la Yesu, tunakata hizo nyoka zote umepewa, hata kwa waganga leo wengine uliyoenda na yule akakola kwa jina la Yesu. Ninatuma moto ukawake pande zote, moto ukawake, moto ukawake. Uta, utake ustadi, tulishatoa shatlafu tunaanza kwako, sasa naanza kwako kuangamiza vitu vyako vyote. Naenda kuviunguza, naenda kuviunguza. Uniambie nini ambacho niambia, kanini? Si unasema una nguvu? Si unasema una nguvu? ili upate kadogo, mpaka utubu, uje masungwe kwa Kalunga. Kama huwezi, hakuna utakachoambulia Hakipo utakachambulia. Na mpaka sasa hivi nimewasha moto kwenye ile eneo, madawa yote uliyochimbia kwenye ile uwanja, moto ukawake kwenye ile nyumba, kwenye vile vyumba, kwa wapangaji kote. Natangaza moto, natangaza moto na kuvua, hautakuwa na utisho wote, kila atakayekuona kuona kupuuze, kuanzia leo ni ni kuanzia kuanzia kuanzia kuanzia leo leo leo leo, leo, leo, leo sema, si mama, vizuri, si unabembea, mimi siyo majini na wachawi ehe, ni siyo bwanako alikuwa usitikise usi mkono, acha hapo, tulie hicho <coughs> cha kuniuliza au unaniambia? <coughs> Utamkamateje paka sasa hivi? Umeshafungwa miguu hiyo. Sasa nisikilize, angalia angalia vitu vyako dawa ulizo kumechukua, angalia zinavyowaka moto. Tazama pale ulipokuweka, angalia zinavyowaka moto ulivyoweka akiba, vyote ni moto unawaka sasa moto moto moto moto moto, sasa na waka, sasa moto nawaka mpaka vifaa vyako navyofanyia kazi hivyo. E, vifaa navyo vifanyia kazi na naviwasha moto kwenye kwenye ulimwengu wa roho. Paka ulimwengu unatumia nyota yake, unatumia nyota yake. Enda kazini sasa. Mimi sikuombei, yaani yaani anakuombea alafu namfanya vibaya ninakufuta kazi kuanzia leo, yani ili ulumiwe, uje masumbwe. Ukili unamsamehe nani? Yeye akusamehe. Ndio unamsamehe, unamsamehe ukosea nini? Sasa kama umemgosea, unamsamehe au naomba msamaha. Uje hapa uombe msamaha na ndugu zako waite, maana ulikuwa umemloga mama yako. Sasa mama yako yuko huru mloga umeroga dada zako na na nawafungua kuanzia sasa hivi. Yani, wote na dada zako wote na kaka yako wote wote ja kuwafungua kwa jina la Yesu, wafungatatnawafungua kwa jina la Yesu hai, nawaweka huru, alafu nawafunika moto, hautawaroga tena. Na wewe kuanzia leo, kila dawa ya uchao toka ishika, ikunguze na ugue na ukiendelea utakufa, pata utubu. Ukigusa tunda kwa roga, utarogwa wewe, maana una faida, ili ukiacha una faida kubwa sana mbele za Mungu. Na kwa sababu hiyo, ninakuvua kibali chote kilichokuwa nacho kazini, hakipo tena kwa jina la Yesu aliye hai, maana unalinga kwa ajili ya kazi na unaombewa na rugenia kwa sababu hiyo ninakuvua hayo madaraka yote, ninafuta kwenye mbingu kuanzia leo tarehe ishirini na tatu, majira kama haya, ninakufuta utakutana na barua yako kufukuzwa kazi. Labda utubu, ninakupa siku tatu. Usipo tubu hizo siku tatu utakutana na barua yako kufuta kazi paka utakapo tubu, uombe msamaha kwa ndugu zako mbele ya Mungu wako, kila maagano hana mamlaka ninakufuta kwa jina Yesu, na kila atake kuona akunyanyapaa kama daso lililofutiwa kinyesi cha mtoto. Nimemaliza kuanzia saa hii mpaka utakapotubu. Lugenia namweka huru, namfungua nafungua, na vitu vyake na mali zake zote akapokee kwa jina la Yesu. Mpige Yesu makofi mazuri, pigie Bwana Yesu makofi majiti. Mwanangu, una wiki mbili umeni toroka umeenda Kigoma huko.